mefichika sana kwa sababu ye mwenyewe ak auwazi kueleza bodaboda akinaendelea juu. Kwa pale beach area nimempata kwa bodaboda, na bado ye ni bodaboda, na bado ye ni kiongozi. Tafadhali, tusaidie naye hapa Kwale tuweze kuinua bodaboda kwa Kwale. amenuia radhi na amesema angekua hapa angetoa siri zote za ile driving school. Mkaribisha msanii wetu Anafahamika kama Vum Vum, master macho kwenye stage. Mimi nimesema asanteni. Tupatane ni Jumamosi. Ah, asante. Hawa viongozi wetu hawa wasijihusishe na yale magenge ambayo yako hapa, na ndio tukasikizana kwamba watumike kama chombo cha kuripoti kama kuna mtu yeyote ana sense kama boda bodaboda, tukiona kwamba wewe mienendo zako si mizuri, wewe unafanya hizo vitu. Ndio maana nimesema hata kama ni brada yako na unajua anabeba kipanga anakata watu na ni mwizi ripoti yeye kwa polisi. Tuko tayari kupambana na mambo yote ya kialifu hapa Kwale na tuko tayari kusaidiana na serikali kuu ya kipolisi. Kwanza tunashukuru sana kwa, kwa uchaguzi wa leo na bodaboda boda watarajie mengi kutoka kwetu kama viongozi wapya tulioshikilia saa hizi, na yale yaliyofanyika nyuma, tunahakikisha kwamba watapata uwazi watasikilizwa. Serikali tunaiomba kwamba hizi sako waekeze, waekeze hizi sako zetu, kwa sababu tuwe na, na, na mfuko ambao utakuwa uko strong, kwa sababu sisi bodaboda, kitu ambacho tutataka ni hii mfuko wetu uwe strong, na tukiwa strong tutakuwa tunajiandika kivizuri, na tukiwa, tukiwa na, na, na tatizo, tutakuwa tunasaidiana kwa sababu mfuko wetu utakuwa ni uko mzuri.